Kwa miaka ya karibuni, suala la usalama limekuwa donda sugu kwa wakazi wa Lamu ambao kwa kiasi kikubwa wanategemea utalii. Ziwa Abdala ni mwenyekiti wa ongoza wa watalii jimboni Lamu. Kusema ukweli, miaka thelathini arobaini iliyopita, Lamu watalii walikuwa wengi sana, hata hizi hoteli zote zilikuwa hazitoshi, lakini nikikuambia sasa, watalii wamekosekana kabisa kuna wamepungua kabisa sana, security usalama tumekosa watalii paka sasa haikurudi tena, tofauti lioko. All this happen is not Lamu island. Wakazi kama vile Hussein Muhammad Nur wanakiri kuwepo kwa ukosefu wa usalama, lakini wanasema ni baadhi tu ya maeneo na si Lamu nzima. Hapa wakikosa kueneza injili hiyo, zamani kulikuwa watalii wengi sana katika Lamu na Lamu ilikuwa iko amani kabisa, hakuna uharamii wowote hufanywa. Uharamii mfano hufanywa Wicho, uharamii hufanywa Magogoni, uharamii hufanywa Kiunga, lakini kisingizo hambiwa Lamu hawaneni Lamu, Lamu wodi wao wakiatama, huatama Lamu ndiko kwenye uharamii hawaneni ni magogoni, hawaneni ni upandere wa wito au wapi wao. Jambo la kwanza likishtukiwa, hambi wa Lamu na Lamu situko amani. Huku kwa upande wa wanaharakati na viongozi wa Lamu wanasema kuna haja mataifa ambayo yameweka vikwazo kwa wakazi wao kuzuru Lamu kuondoa vikwazo hivyo, maana usalama umeimarishwa jimboni Lamu. Jennifer Ridi ni mwanasiasa Kaunti ya Lamu. Kama Mpeketoni, nadhani ya kwamba kwa sasa hivi hali iko sawa, usalama umerudi kwa kiasi kikubwa sana, na zile ban kwa barabara ile unaangaliwa, hayo ni masuala ambayo kwamba iko sawa kabisa. Embassy ambazo kwamba zimeweka ban, waondoe zile ban, kwa maana imekuwa miaka kumi na kwa sasa hivi na hizo ban. Kwa hivyo, zile ban zikiondolewa, kwa maana Lamu sahii kuna usalama wa kutosha. Ile ban ikiondolewa, hicho kizuizi kitakuwa kimeisha. Kaunti ya Lamu ni kaunti yenye historia kubwa nchini Kenya, wakazi sasa wakitaka serikali kuendelea kuimarisha usalama, wanapendelea kurejelea hali yao ya kawaida.